Nam kwingineko, hali ya taharuki ingali imetanda katika kaunti ya Kwale baada ya kundi la vijana kuvamia wakazi wa eneo la Diani na kuwashambulia kwa mapanga kabla ya kuwapora. Nam inaarifiwa kuwa vijana hao maarufu Panga Boys walijitokeza wakidai kuandamana kufuatia kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 29 aliyedungwa kisu Ijumaa, ila wakatumia fursa hiyo kuwahangaisha na kuwapora wakazi wa eneo hilo. Nam Safina Chieng' Ouma asimulia matukio ya hali hii tata. Kanda hii ya video ina taswira kamili ya jinsi hali ilivyokuwa Jumamosi katika eneo la Msambweni, kaunti ya Kwale. Kundi la vijana wahalifu wakionekana kuvamia na kuwapora wafanyabiashara. Genge hilo maarufu kama Panga Boys ambalo limekuwa sugu kwa kuhatarisha maisha ya wakaazi wa eneo hilo linadaiwa kuvamia na kukata watu kadhaa, akiwemo mwanahabari wa Msanengu FM. Wakati nimetoka kazini, shughuli zangu sehemu za Msambweni, nikafika Diani. Uh, nikiwa barabarani nilikutana na kikundi cha vijana ya watu kama nafikiri sita hivi, so immediately tu nimekaribiana nao hivi huyo wa kwanza akatoa panga, kutoa panga, mimi nikajaribu kukimbia on the other side, nikaanguka, nika ile kuanguka nikaanza kupiga nduru, nikashtukizia tu amenikata, amenikata sikio. Inaarifiwa kuwa vijana hao wahalifu walikuwa wamejitokeza wakidai kuwa wanaandamana kudai haki kufuatia kifo cha mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 29 aliyeuawa kwa kudungwa kisu Ijumaa, ila nia yao ilikuwa kutumia fursa hiyo kuwapora na kuwahangaisha wakazi. Wakakuja wengine, wamevaa ninja, wengine fiu walikuwa wako hivyo tu, wakashikia mchana wangu kisu, wakazi wakampiga teke wakamwambia, fungua kaunta ama tukuue. Kanda hii ya kamera za CCTV inaonyesha uharibifu uliosababishwa na kundi hilo la vijana waliopora maduka kadhaa hivi majuzi katika eneo la Likoni, mfanya biashara mmoja akipoteza shilingi 1500 kadhalika, vijana hao walifunga barabara kadhaa na kupora madereva na abiria kwa masaa kadhaa. Jamani, ma biashara yetu sasa tumefunga, hatuwezi. Tukisikia mapanga twakimbia, tukisikia wapi twakimbia. Yaani mpaka saa hizi ukitembea barabarani roho yako waishika kama mbaya uishikilia sijui nini. Kisa ni vitoto vidogo vilivyozaliwa juzi. Eh? Serikali jameni mko wapi? Hali hii imezua hofu huku. Hali hii imezua hofu kubwa ya kurejea kwa magenge ya pwani, mengine yakiwa ya vijana wenye umri mdogo. Maafisa wa usalama wanasema wamewakamata washukiwa wawili huku wakiendelea na msako na kuongeza doria. Ya...